Tabora karibu Toronto. Aa, wanachama wa TUGHE kama mimi nawaomba tuwe na mshikamano, tujitoe, kwa sababu hii kazi inakuwa ni ngumu bila kushirikiana, inatakiwa tushirikiane, tuwe wamoja, tujitoe katika kuelekea kilele cha siku ya wanawake duniani Machi 8, 2025, kamati za wanawake TUGHE mkoa wa Tabora ikiongozwa na mwenyekiti wake Dr. Edna Joni Aswile imefanya matendo ya huruma katika hospitali ya wilaya ya Nzega Mji kwa kutoa vifaa mbalimbali, ikiwa mbali ni pamoja na shuka 30 kwa ajili ya vitanda vya wagonjwa wodini, sabuni za maji na unga kwa ajili ya usafi, pamoja na kiti maalum kilichokabidhiwa katika ofisi ya muuguzi mfawidhi. Uh, sisi ni wanawake wa TUGHE kama ambavyo wamepiti hata alivyokwisha kutangulia kusema ni wawakilishi wachache kati ya wanawake wengi ambao wako chini ya mwamvuli wa chama cha wafanyakazi wa serikali na afya TUGHE. Tuko hapa kuunga mkono juhudi za mama Samia Suluhu Hassan ambaye ni Rais wetu ambaye kama tunavyokuwa mashahidi wote kwa juhudi zake anazozifanywa kwa mtoto wa kike. Na ndiyo maana kwenye hii sikukuu ya wanawake duniani tumeungana nao kwa ajili ya kuja kuwatembelea wahitaji hasa wakina mama ona kauli mbili, unaosema wanawake na wasichana tudumishe haki usawa, pamoja na uwajibikaji. Kwa hiyo tumekuja kuja kuona kina mama hasa kwenye odi ya wazazi na kina mama kwenye odi ya kina mama, na hatujaja mikono mitupu. Tumekuja na shuka hizi ambazo zitaacha alama, na hizi shuka zetu tunaomba uzipokee, ambazo tumeweka alama ya TUGE ambayo tunaamini kwamba hii alama itaishi vionekana hi vitovigana kwamba kumbe kuna wanawake wa Tughe ambao wako ndani ya huu mkoa wa Tabora. Kwa vyote hivyo tolewa vitasaidia sana, tukianza na mashuka mashuka thelathini. Maana yake tunategemea kutandika au kuwawekea wagonjwa vitanda visivyopungua kumi na tano kwenda mbele, lakini tuna sabuni ya maji inaweza kutumika pia kwa ajili ya kusafishia, kudokia, kufanya nini kazi ni nyingi sana, zina kazi nyingi sana tuna kiti pia kama nilivyoanza kutumia tayari, faida ni nyingi sana kwa sababu nimeshakaa kabisa kwa na kitumia kwa hizo, ni faida moja nzuri zaidi ya, ya, ya, ya, ya, ya maelezo. Tunashukuru sana. Katika hatua nyingine, kamati hii ya kina mama ikafunga safari hadi kituo cha watoto yatima cha Imani kilichopo kata ya Uchama, Nzega Mji. Tumeona tuje tuwatembelee watoto, kwa hiki kidogo tuje tuwaone kuelekea sikukuu ya wanawake tarehe nane tunaanza leo tarehe sita kwa ajili ya kuwapa joto. Tumekuja na sukari, tuna maharage, tuna unga, tuna sabuni, tuna viazi kwa ajili ya iftari na mafuta, kutolewa kwa mahitaji haya kukuongeza furaha kwa watoto na walezi wanaopatikana katika kituo hiki. Kwa majina, naitwa Walidi Isa Kitwala. Tunawashukuru sana kwa kutuletea sadaka hiyo kidogo mlichojaliwa na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu awasimamie katika kazi zenu, awazidishie mnachopata, azidishe zaidi na zaidi. Mwenyezi Mungu awabariki katika kazi zenu. Ninawashukuru kwa wote kwa ujumla. Mwenyezi Mungu awajalieni, Mwenyezi Mungu awazidishe pale mlipotoa. Mwenyezi Mungu Mungu awalipe badala, kwani Mungu anajua anayetoa anamlipa nini. Unapotoa unawekeza kwa Mungu, unafanya biashara na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hakopeshi. Mwenyezi Mungu anamlipa kila anayeyafanya mazuri, Mwenyezi Mungu anamlipa mazuri anayefanya mabaya Mwenyezi Mungu anamlipa mabaya, alaa, anayatafuta mwenyewe kwa mkono wake kwa kinywa chake kwa nafsi yake. Kwa niaba ya kituo natoa shukrani nyingi ziwaendee katika shughuli zenu, Mwenyezi Mungu awasimamie, Mwenyezi Mungu awaepushe na husa za binadamu, Mwenyezi Mungu awalinde na familia zenu, awalinde na waume zenu pia, wape mwisho mwema. Hakuna kitu kigumu kama Fatima. Mwenyezi Mungu awasimamie mpaka siku ya mwisho wa kutoka nafsi zenu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 Watajiunga wengi zaidi na chama jinsi ambavyo inafanya kazi. Kila la heri kwa viongozi na wanachama wa TUGHE kamati za wanawake mkoa wa Tabora kwa kutimiza jambo hili ikiwa ni sehemu ya safari yenu ya kuelekea kilele cha siku ya wanawake duniani hapo Machi 8, 2025 ambapo mkoani Tabora inatarajiwa kufanyika wilayani Nzega ikiwa na kauli mbiu isemayo, wanawake na wasichana tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji thamani ya vitu vyetu tulivyotoa ni thamani ya shilingi milioni moja na laki nane. Unapokuwa umetimiza wajibu wako kwa mwajiri wako, kuna stahiki zako ambazo nao unatakiwa mwajiri akufanyie, ambazo una haki ya kuzidai. Sasa hapa Nzega wamejiunga watu hamsini wa nusu ya watumishi ni watu watuge. Kwa hiyo vile vitu ambavyo chama cha wafanyakazi vitadai vita, kwa mfano labda tuseme kikokotoe, si mnajua kikokotoe eh? kwa hiyo tumekuja tuwape hii elimu ya awali, utakapoingia kwenye ulingo wa ajira hiki kitu kisiwe kigeni. Kupitia YouTube channel, gonga na subscribe chaneli yetu ili wewe wa kwanza kuhabarika na kuburudika na Toronto Online TV. Karibu Tabora, karibu Toronto.